Simu ni nimekuja na nataka niku kuelekeze kitu hiki kimoja, so kwa sababu ninimekuwa na kuona tu wewe kijana mzuri ila kitu kikubwa nanachokuamba, achana na dada yangu. Nampenda sana, achana naye, ya ni achana na dada yangu kivipi? kivia Unajua kila kitu kinachoendelea wewe na dada yangu. Yangu, sikiliza, unasikia? Usinitishe, unasikia? Wewe umetoka huko ulipotoka huko, nampia habari zako hizo ambazo hazieleweki. A, namwambia achana na dada yako. Achana na dada yako kivipi na ushahidi gani? Aa, usinitishe bwana. Au kwa sababu nimepanga nipanga kuna

Mbona uko juu juu? Yani una hema kama sijui unakimbizwa, umetoka kwenye vikoba, kama treni za nani za mama za GSR, sijui SGR, sijui ah. Kuna tatizo gani lilotokea kaka? Hapana, hapana, naomba ongea na zaga kaka. Zaga ananidharau sana, ananidharau sana. Nimepita kule amenikuta niko naongea na mtu, anaanza kunifokea, ananijibu vibaya, ananitukana, analeta ugomvi, eh, ana disrespect mimi. Ni dada yake sasa I cannot agree with this. Please, naomba uongee na Zaga. Mimi na dadake natakiwa kuheshimu. Anakutanishije zake, anaanza kunifukia, anaanza ha! Nani mkubwa katiangu mimi na yeye? This is not fair. Bro, sasa ukubali esse. Naomba uongee na huyo mtoto. Mimi na dadake namzidi mbali tu. Alafu <coughs> unasikia mdogo wangu? Hapo sasa ulivyoingia hivyo. Unaongea mpaka na Kiingereza kabisa. Kama umenipeleka shule mwenyewe. What do to this? Should do, sujukresten. So mimi hizo Kristen sijasoma, unajua kabisa sijasoma ndo maana unaongea makusudi. Okay, tuachane na hayo. Mimi najua mmekwazana, mmepishana kauli. Ila hivi ilikuwa ni, ni vitu sio vya kugombana gombana njiani mko hapa tu faida, ilikuwa ni vya kurudi mnakuja mnaongea tu vizuri mnamaliza. Sasa haya hivi unakuja mblurblur hivi unakimbia kimbia ndani unaenda wapi na unajazba. Eh? Kaka, naomba uongee na mdogo wako. Naomba I say uongee na mdogo wako, sitaki kukutoheshimia I say Okay. Tutaongea naye, tutaitana kifamilia, tutakaa, tutaongea naye, tutamaliza. Hili ni swala dogo, sio mpaka tugombane. Na mnakumbuka kabisa, Bamdogo alisema pale, nyinyi inabidi mkae vizuri, msigombane gombane kama watoto wadogo. Tushakuwa watu wazima. Sasa hivi kwa inabidi tukae kifamilia, tuliongee hili swala, tutalimaliza, mambo yatakuwa sawa. Tunaelewana eh. Shogangu, nambia shogangu. Mi nimekuja kuna jambo yani, e nimekaa nalo ila, naona sasa hivi ni muda mwafaka mimi kukwambia. umbea nini? make wewe hey. bora hata ungekuwa umbea hmm. ni sasa ujue, toka mwenye nyumba amefariki mm -hmm. kuna mambo yani yanaendelea ambayo siyaelewi kabisa, yi e nashindwa kuelewa Hivi unajua, usiku unakuta pengine nimelala mauzauza, si mauzauza, ndoto mbaya, yani sieleweki, kwa kupiga kelele, sieleweki. Mume wangu anaanza shida nini, hata sielewi shoga. Kweli hilo unaona, kubwa kubwa zaidi. Sasa natoka zangu ndani, naelekea uwanja, ili narudi pale uwanjani Napishana na paka ananiambia shikamoo, toba toba. Eh, ebu nikuulize kitu shemeji, anajua vyote hivyo vinavyoendelea? shemeji anajua? Ndiyo, lakini yaani ninavyokuambia hapa, ameshaenda kuongea na mwenye nyumba amrudishie kodi at least ya miezi mitano kwa sababu tumekaa hata mwezi haujaisha, ampe hata miezi mitano tuondoke, kwa sababu vitu vinavyoendelea sivielewi na sizani kama nitaachwa nikiwa salama. <laughs> Zaga ameshakataa kurudisha yule, hawezi eh. Lakini shoga yangu ngoja nikushauri kitu hapo. Unajua maombi yanasaidia, yani wewe unapenda una kumsikiliza sana Mwamposa yale yani, maji yake ukiwa unatumia mafuta na ukiamini hivyo, vitu vingine vyote vinaondoka kweli kweli, yani maombi yanasaidia sana lakini kitu kingine shoga yangu, hmm, usinichoke, lakini nikuwa naomba uniazime hata kama unaweza elfu kumi tu shoga yangu, nilipie umeme na maji. Maana yake, yaani, nimekabwa hapa, nishindwa hata kuwema kwa sasa hivi, nisiseme uongo, kwa sasa hivi sina, labda nimsubirie shemeji yako, kama akirudi na kiasi kidogo cha pesa nitakusaidia. Haya, sawa, nasubiri shoga yangu, mimi naye tena. Bwana mdogo dada yako amekuja hapa kafura, kavimba. Yaani, kama ulishayekuona Amira anachanganya kwenye unga alafu inaumuka na hajaa kwenye beseni, ndo alivyokuja leo huyu. Nasikia mmegombana huko. Sasa mimi sielewi. Mmeshakuwa watu wazima, mnachogombania ni kitu gani? Alafu mbele za watu kabisa mnagombana gombana. Hivi nyie mnajenga picha gani kwa mfano? Ni picha gani nyie mnajenga kwa watu? Mm-hmm.

Malaya samani we, mtoto malaya, unajua maana ya malaya? Kaka malaya, mm, ulikuwa unafanyaje mle? Wee nakusu nini? We nakusu nini? Unanifatilia, umekuwa babangu? Uwe umekuwa babangu? Sipendi hiyo tabia yako kaka. Huyu akiendelea kulifuatilia eh, ugomvi huu hautoisha milele. Nemu, subiri nikanza, nemtulieni basi. Kaka sikia, a a, sitaki kufuatiliwa nimemaliza. Ni, nita takufuatilia. Piga wewe, sikiliza na basi, kuwa mtu mzima yani, uwe na akili na, ngoja kwanza nikwambie, sawa. Unapomkuta mtu anafanya vitu vyake, mwache amalizie afanye vitu vyake, sababu kashakuwa mtu mzima. Alafu kitu kingine, huyu kaja mpaka kanitukana Kiingereza nembo. Imagine ajanipeleka shule, ila ka... mi katajwa mpaka alikamwa na ajimanara hapa. Ngoja nikwambie Huy, huyu ana tabia za kimalaya, jujuzi nimemkuta na Asumani leo nimemkuta na kule sipendi. Samira, nadhani kilichonileta hapo na kijua vizuri sio kingine, ni kile kile hela ya umeme na hela ya maji. Kila nikiwafuata mnanipiga kalenda, o oh, kesho kesho, njoo kesho, njoo kesho. Sasa sitaki maongezi mengi, nachohitaji ni hela ya umeme na hela ya maji wanakuja baadaye wenyewe ukata maji. Kwa hiyo sitaki masiara, nataka hela hii kwanza. Hmm, samani kwa usumbufu. Halafu kingine yani tuvumilie tu kwa siku mbili tatu hizi, kwa sababu mme wangu ametoka mara moja, kuna kitu alikuwa anakifuatilia kwa kikitiki, ndani ya siku mbili hizi tutakupa hela yako. Kwa hiyo kipindi mimi naangaika kujenga hii nyumba, au hii nyumba inajengwa mpaka sasa hivi imekuwa nzuri kama hivi marumaru, na nyinyi mnahamia hivi. Mlichangia hata tofali? Usifike uh, huko, usifike huko. Tutalipa tu, ni changamoto tu. Mme wangu kapata mara moja, ila ila hapo tutailipa. Wewe unavyosema mme wako ana changamoto, kuna wanaume wengine sasa hivi wanalelewa, wako ndani wanapepewa tu na feni, wakitaka chochote wanaletewa chochote, yani ukitaka sijui nini, nini nini unaletewa. Sasa mme wako naye kama anataka yo maisha aende halafu. Kingine, nisikilize, usipende kuishi na mwanaume ambaye hana hela, ujue ni mzuri. Alafu kingine, inawezekana hata hapo ulipo wewe una njaa, hujanywa chai na hujui mchana panapita vipi. Kwangu pakavu au kwangu patupu. Kwa hiyo jiongeze, ongeze. Mi vingine nitakuwa na fidia fidia, namna namna fulani namna, yeah, Ndo nimekwambia ujiongeze. Sasa mi vingine nitakuwa na fidia fidia. Kama ushamaliza kuongea, nishakwambia nitakutafutia hela yako elaako. Si tumesema kwamba tuna changamoto tu kidogo? Naomba utuvumilie, tutakutafutia hayo mambo. Sijui ya nijiongeze, nitajua mwenyewe cha kufanya. Unaleta kiburi, halafu ndio mwingine utu tunajiongeza mfano tu ndo umejiongeza, kuna nini ambacho kinapungua? Na nimekuambia vitu vingine mimi nafidia mashimo. Mashimo hayo, mume wangu, kuna kuna joto humo ndani sinaona. Alienyewe mke wangu, viva sazevumiliatu, mambo takaasea kwa kweli. Fundi mwenyewe yule anaonekana anapenda hela nyingi kutengeneza feni tu, wakati imeharibika kitu kidogo. Kwa nini? Alikwambia shilingi ngapi? Aliniambia sijui elfu arobaini. Sema usiwaze, mtu wangu, mambo atakaa sawa. Halafu kuna huyu baba mwenyewe pale alikuja kawashia moto, anambia anaitaka hela yake ya maji na umeme. Mtu wangu, sema usiwaze

We mke wangu waifu, nimekusikia. Muda mrefu unaita zaga, zaga, zaga, utaniua zaga, utaniua. Nini kinaendelea waifu eh? kuna nini kukimbiza anataka kuniua eh? Kwamba umeota zaga na kukimbiza anataka kukua